Asili ya huduma ni utumishi. Yaani, kama unasema umeitwa lakini hutumiki, basi lazima utumike. Kuna wamama wengi wamekaa hapa, ni kweli wana wito, lakini hawatumiki. Sasa kama utumiki wa mama, asili ya huduma, Mungu anapokupa wito, lazima utumike. Angalia utumike wapi. Mtumishi wa Mungu hapa ametuambia yule mama ambaye alikuwa akiwekwa Sunday school, anafiti akitolewa hapo akienda kwenye kwaya, mambo yamenoga ya, ya, ya, ya. Akitoka siu akienda kwa wajane, mambo yamenoga. Alijua utumishi, alijua asili yake ni kutumika. Hata kama nitaambiwa hapa nisitumike sit, nyumbani mwa bwana kuna kazi nyingi, kwenye ufalme kuna kazi nyingi Amen. Amen, Nikuwa namtia moyo mama mmoja, mchungaji alikuwa naambia mume wangu amewambia, hata mpaka wazee wa kanisa hata nisifundishe Sunday school. Nikamwambia wakuo kanisani kaombe, na huo ni utumishi, anasema Amen. Amen. Siku moja nikaongoza maombi, tangu siku hiyo basi aka, akawa anampa mtu mwingine, nikasema tafuta tena huduma nyingine fanya kwa maana kama una wito ndani yako hautakaa. Asili ya, ya huduma, nikamwambia hata deki na uko kwenye kudeki tena, atasema usitumike. Kwa hiyo lazima utumike, hakuna mtu ambaye anasema. Kama una wito, Mungu amekuita, mama tumika. Unafahamu hivi vipawa na karama, usipotumika kwenye wito, usipotumika, mwishowe unakuwa ni sumu unakuwa ni kama bwawa ambalo halitoi maji, lenyewe linaingiza tu linaingiza tu, halina outlet. sasa kama halina outlet, yale maji si yananuka? Yanajaa na mbu yanajaa na nini, hakuna hewa, viumbe haviwezi vikaishi kule, kwa maana yale maji yamesimama mahali pamoja. Jamani, simeona maji yaliyosimama mahali pamoja, si yananuka? Ndio hivyo ambavyo utumishi ulivyo ndio hivyo wito ulivyo, usipotumika hauwezi, unakuwa hauwi tena baraka. Huwa nautoa mfano huu. Zamani sana, wakati tu nimeanza huduma kama miaka sita hivi kuwa mchungaji, siku moja nimesimama na hudumu, Mungu akaniambia, baada ya huduma akaniambia, mwangalie yule mama. Nikamwangalia, akasema unajua yule Mungu ame nimeweka vipawa na karama za uponyaji ndani yake. Lakini hajitambui. Basi nikasema Mungu, asante. Nitakaposimama madhabauni nitasema jamani, sitamwita yeye, nitasema kuna mama yuko hapa. Mungu ameweka karama za uponyaji ndani yake. Lakini hajitambui. Na hiyo amekuwa kama mwiba kwenye maisha yake. Jambo hili limekuwa yani, linamsumbua, maisha yake yamekuwa ya shida. Yule yule mama akatoka, aliyotoka nikamwambia, kaniambia, sasa mchungaji, mtaanzaje kutumika? Nikamwambia, kanisani huku si kuna wagonjwa, si hospitalini kuna wagonjwa? Hata Palestina, Mwananyamala, jamani, si kuna wagonjwa na wanaruhusu? Hapa kanisani tunapomaliza ibada, si kuna watu wana njoo? Tumika. Akakubali, akaanza kutumika. Yule binti alikuwa na miaka thelathini na mbili, lakini ulikuwa ukimwona utafikiria ni mama wa miaka hamsini. Alikuwa amechoka vibaya sana, akaniambia hivi. Baada ya muda akabadilika, hata pasta yule ni shahidi. Akabadilika baada ya kutumika, uso wake ukabadilika, akawa binti kweli. Ukimwona unajua ni mama ni mama kijana, ana watoto walikuwa watoto wawili wa, wa wa watatu wa wawili, unamwona kweli ni mama kijana wa miaka 32 akaniambia, mchungaji, unafahamu mme wangu hajaokoka. Anasema mme wangu kila siku alikuwa ananitukana ananiambia we ni kisirani. Anasema sasa mimi ni kisirani nimefanya nini? Lakini alivyoanza kutumika wa mama na kuambia alibadilika, akawa binti. Mme wake akaokoka, akaja kanisani. Yule dada akaenda mpaka akaenda kusoma south Africa. Amefika darasa la saba, lakini akaenda kusoma south Africa, waija skulu. Haleluya! alikuwa na wito alikuwa na huduma, lakini alikuwa ajui atum atumike namna gani kule kumbe kukaa kulimletea athari, kulimletea matatizo. Usikalie wito wa Mungu si wa kwako, mama, inuka, fanya kitu. Kuna changamoto nyingine hautazipitia, utazipitia. Yule mama alipita mpaka kwenye changamoto ya ndoa, mume wake, na ya magonjwa na ya shida. Alikuwa anatembeza sisemi kwamba kutembeza mboga ni vibaya Yani, alikuwa anatembeza mboga mboga mboga mboga na aziishi, lakini alipokubali wito, Mungu alimbadilisha. Haleluya! Mme wake alikuwa ni mtu wa kawaida tu, mpaka siku moja ya wapenda nao, tarehe kumi na mbili mwezi wa pili, nikasema hivi, ni wale si wenyewe jamani. Wito kwa mama, asili ya wito, tumika. Amen. Muulize jirani yako, tangu mwaka umeanza, umetumikaje? Unajua wito wako? Haleluya, kama unataka ukubwa, tumika. Hallelujah. tunapata ukubwa kwenye kutumika. Mimi nafikiri hata mpaka wakawachagua mwenyekiti sijui na nini, waliangalia ni wapi wanaotumika. Tumika, haleluya, tumika. Wala uhitaji kusema jamani, mimi a-a. Wala uhitaji kusema jamani, mimi ni nani, mimi ni fulani, jamani a -a. Ukitumika Mungu atakuinua, mama utajulikana. Nasema find greatness in service. Tunapata ukubwa. Mimi mgenielewa wapi? mimi nisimame mbele ya wamama hawa waliovaa hivi wamependeza, wamama mabishop, wamama wajasiriamali, wamama wana makampuni ya insurance, madaktari na wengine wote ni katika kutumika, wayotumika. Anzia hapo ulipo. Utasema mchungaji, nitatumika. Anza hapo ulipo, anza kwenye udogo. Mimi huwa namsoma sana mtu mmoja ananikosha kwenye Biblia, Ruthi. Ruthi alikuwa sio Mwisraeli, alikuwa ni Moab, lakini utumishi, kule kutumika, ndio kulimfanya mpaka leo tunamsoma. Yeah. Haleluya wa mama, tutumike. Anza pale kanisani kwako, hata kama mchungaji hajatambua kwanza. Inawezekana wewe ni mchungaji Endelea kutumika kama ndio unaanza, endelea kutumika katika pale pale, kile unachoweza kufanya, anza tumika. Na unapotumika usimwangalie mtu mwingine, fanya kama ni wewe pekee yako, manake ukianza kuona kama kuna wengine hutatumika vizuri. Haleluya, haleluya.